Unaona, leo leo niko na mood, niko na mood, niko na mood mzuri. Kama ni siku yako ya kwa kwanza kufika kwa hii video, nataka kukwambia karibu sana mwenzangu, Mwafrika. Leo nataka kuongea Kiswahili, sababu nimeona nikiongea kizungu sana haina <laughs> <laughs> iti haina maana, acha niongee Kiswahili. Unajua, mimi si muswahili, lakini Kiswahili, sababu Kisaw, tulisoma au tulisoma sure <laughs> Sasa leo niko na kitu nataka kukwambia, lakini bifo nikwambie, please like, subscribe and comment. Ukimaliza kuwatch video usisahau kuangalia hizo zingine. Niko na mambo mazuri, yani unaeza pata kitu yenye na kufurahisha, yani inaeza kukusaidia ku, maishane na unaigino tu usiigino Don't judge book by its cover. Just open it. You might find something good for you. Anyway, mimi naongea Kiswahili leo. Sasa mimi nataka kuongelesha Waafrika. Unajua nikiongea Kizungu, wazungu watajua yenye nasema. Sasa nataka kuongea Kiswahili ndio wazungu, kiswa wazungu asielewe. Sasa Waafrika wale wanataka wanasikia Kiswahili, ndio hii ni video yenu, nataka kuambia. Nataka kuerevusha kidogo sababu, nasikianga waafrika watakangi kuinua wenzao Waafrika watakangi kuambia watu wa vitu vizuri yenye iko nje. Mi nataka kuambia hivi, kama wewe uko na miaka from 18 to 29, wewe uko na uko katikati ya miaka 18 to 29, na umeenda uko university ama college, na unasomea unasomea kitu inaitwa veterinary nanaea someanaea somea kitu naeza somea kitunaong wanangu anaongeanaukini wimi nataka kuambia hivi, nataka kuwasaidia kidogo, nataka kuerefusha na nataka kuwajurisha. Na kama we ni mtu mzima nama ni mama ama ni baba ama ni mzazi na uko na mtoto yako amesomea vetinary uko na mtoto yako amesomea masomo hii ya kwenda ku um, ya agriculture. Naona Kenya tusomangi hizi vitu, but ndio zina maana. Kama umesomea agriculture umesomea veterinary, nataka this is for you. Fanya vinye utaweza ungana na hizi vikundi sa, sa Europe ama America ama ama Canada, we kwenye unataka kwenda kwa sababu kuna hii, kuna hii organization huwa zinaleta watu huku kufanya kazi kwa 18 months kwa 18 months. Na wacha nikwambie, si Wakenya wengi watakwambia hii, si Wakenya wengi wataambia wazazi sii. Wakenya wana, mtu akipata bahati ataki mwenzio abahatike. Sasa mimi nataka kuerevusha siku ya leo, wewe kama umesoma hmm, agriculture na kama na mtoto wako unataka kumpeleka university, na unataka mtoto wako atoke aende ngambo, unataka mtoto wako aende, rest, at rest, kujenke, na unataka kutumia pesa yako kulipia mtoto university ama college, na unataka kumpeleka university for first time na unashindwa mtoto anasoma niniendo mwambie mwonyeshe video mwambie asikize kwa makini, aenda akichagua kile kitu atasoma achague kitu kitampeleka mbali. Na mimi naambia watu tu, naambianga hata my family, naambianga kitu msome kitu at least itakupeleka nje usome. Unaona kama Wasomali. Honestly, Wasomali wanaposomanga vitu wanajua in the future itakupeleka another country. Wasomali they are very clever, they go outside their country. And Wasomali uzuri wa Wasomali ni watu wanawezi jua huyu ni sister na brother, lakini ni watu wa village moja wanaishi pamoja na Nairobi. Wanasoma kitu wanajua kesho yake itawapeleka mbali. Wengine wanapenda kwenda Australia, so watasoma kitu ambayo itawapeleka mbali. Wasomali acha nikuambie ukweli hata siri na waulize waone wanasaidianga, si kama sisi wa down Kenya, sisi hatusaidianangi. Lakini Wasomali wanasaidiana, unaona mtu anaishi na mtu anaiba yake kwenye wameswaliwa, umetoka Wajir, lakini unakuta huku wanakaa kama sisters, wanaishi pamoja kwa sababu huko huko Wajir wanajuana. Lakini Wakenya sisi hatupendani, hatusaidianangi. I don't know why. I don't know why, I don't know why. But wacha mimi niwasaidie bure. Na wasaidia bure. Na ukisoma hii video please hakikisha umemaliza kusoma na umeshare na rafiki yako mwenye unapenda ajue hii siri. Nataka kuwaambia leo niko na siri kubwa sana. Nataka kuwajulisha kuwa kama unataka kwenda nje, kuna organization mingi zinaleta watu huku kufanya internship 18 months na unalipwa pesa mzuri

Unaelewa? Kwa sababu contract mpaka ulipe hiyo pesa yao alafu akupeleke. It can be that possible but kila kitu la lazima ugaramike. Kama utagaramika hauwezi enda mbali. Kama utagaramika uuze shamba ama kitu yote kwa nyumba yako hauendi mbali. Unajua hiyo shamba hata ukiuza unaweza kuja huko na ununue na, siku, na, na, na, na, na kama uko na akili. So nataka nyinyi wazazi, watoto ambieni mama ambieni mama yenu kuhusu hii, hii, hi project iko bado inaendelea huku. Kama mi niko Denmark, nimeona waganda wengi, watanzania, lakini wakenya ni wachache. Wakenya wakuji wengi awana watu wakuwapatia hii idia, alafu wakenya watakangi kujinini, yani watakangi kuspend you know, kama utaki kuspend auna bahati. You have to spend to get what you want, you have to spend mpaka ufike hapo umefika. Mi nataka kuwapatia tu

Umeralia masikio kama ni mwanamke ama mwanaume, usikuje umeralia masikio tu, unaenda ukirudi Kenya ama unaenda ukirudi Tanzania. Wengine wanarudi sababu hana akili, hawatumia akili kufanya. Ukishafika hivi, tafuta plan B, tafuta plan B ikufikishe mbali, si ukuja alafu urudi bila kitu. Kuja ukuwe na plan B, lakini ukinitafuta nitakusaidia. Ukifika hapo, ukifika uniambie unataka kujua, nili kuja nisaidie, kuja nitafuta, nitakusaidia vile utafanya, lakini pesa ndio watu wasaidia nangi mawaso na akili hiyo ni free of charge. Yani utalipa anything kuambiwa na mimi, napea hii kitu kwa free. Sasa nataka kuambia hivi, kama mnataka kuja ngambo na una na una njia yote kukuja, enda soma agriculture na, na, na, na, na farming and uh, usome tena mambo ya veterinary. Hiyo itakuleta ngambo sababu mwenye nimeona wasu, wa, Waganda wengi na Watanzania na wa, wa South Africa naona wengi, lakini hakuna Wakenya wengi, lakini Wakenya ni wachaza, lakini watawaambia nangi. Mimi nataka kuwapatia hii for free of charge, the only thing you have to do is watch and watch and watch my videos, that is the, that is the only way you can pay me, anyway I hope, I hope you got this, and come on, ni mwanafunzi, come on, ni mwanafunzi. Usione ni bibaya kuchukua passport, chukua passport. Ficha mzuri chukua passport. Ficha mzuri unaweza pata bahati wenye ujui kwa subiri opportunity kuje na una passport. Utatafutaje opportunity kufikia kwa shule na una passport. Wacha watu wakuange, mbere kuanga mbere Thinker. Front thinker tafuta mm? passport. Usitafute passport kifile itakaa nyumbani. Tafuta passport na useme hii passport nitaitumia. Mm? Naombe Mungu akusaidie kwa sababu bila Mungu hata hiyo mambo yese wesekana. Lakini mimi nawambia wazazi kama mnataka watoto wenu wakuja huku ng'ambo, wacha ku-waste your time, wakupeleka masomo enye hata wengine wa, unaona kama wale walikuwa wanachoma, eh, walikuwa wanachoma ma-certificate kwa sababu wamesoma, wamepata ma PhD na iwatumie. So, mtu asome kitu enye itampeleka mbali ukisoma kama agriculture na red veterinary, lakini usimalize. Ukitaka internship, ambia shule yako iko organize, shule yesi kose ku organize kwenye utaenda internship Afrika huko ngambo. Kwanza saa hizi kuna mtu akitaka kujua saini, akuje, akuje, eh, kuja niongeleshe, atanipata tu. Nitamwambia kwenye atafanya, nitamwambia mwenye ana coordination ya kuleta watu Denmark. so, kazi yenu tu ni msome mpate internship, alafu umesoma one year

Hiyo itawaleta. Ni wengi wanakuja na wamekuja bado. Sasa mimi nataka kuwaelewesha wenye wakujua hii siri ndio iwasaidie. I hope you hear this. Na ukisikia like, comment, and useme umesikia na umesoma. Ndio maana nimeongea Kiswahili leo. Na I hope mtaran something leo. Niko hapa na hutajua ndio maana, nasikia mzuri nikiwaongelesha. Mbarikiwe. Na I hope somebody will get this and be educated, all the best.